ullahi wabarakatu, ndugu mtazamaji na mpenzi wa channel pendelevu Saif d'or TV. Saif d'or TV, elimu bila mipaka. Tunakuja tena kwa siku ya leo, tumetembelea idara kubwa kabisa ambayo ni idara ya mufti wa jimbo la Sud-Kivu Sheikh Khalid Nuano Kesa Ala, tumefika hapa msikitini, mashallah, tunafika kwenye idara yake Nataka twende tuonane naye rasmi ili tusikie anataka kutangazia mambo gani. Usikose kushare na kusubscribe na comment na kulaik, na kuwasambazia watu wengine video hii ili wawe sambamba kabisa, wasikie message ambayo itakuja kutoka kwenye ekulu ya mufti ndani yake inshallah taala. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. E... Kutokana na duru zetu ambazo tulizoweka katika kuweza kutafutisha mwezi wa Kiislamu na taratibu za miezi ya Kiislamu na ibadati mbalimbali mbali ambazo zinaendana na mwezi komisyon, ambayo tulichagua ambayo inasimamiwa na Sheikh Abdul Jabbar Saifullah Sheikh Saifullah Sheikh Musa Khamisi na Sheikh Yahya Abdallah imetuthibitishia kwamba leo ni tarehe ishirini na tisa za Dhulqaada, na imetuhakikishia kuwa kesho ni tarehe moja ya Dhulhijja. Na tarehe hii maadamu imeingia, kesho ni tarehe za tarehe moja ya Dhulhijja, kwa hiyo kesho inaanza ni swaumu na amali za kheri ambazo Mwislamu anatakiwa kuweza kuzifanya kwa ajili ya kuchuma baadhi ya, ya kheri kwa Allah azza wa jalla. Siku tisa hizi za swaumu na amali njema zitatupeleka kuipata pepo ya Allah azza wa jalla na tarehe kumi itakuwa ni siku ya laidi ambayo inabidi watu wajiandae katika kuweza kuchinja na kuvaa kupata nguo nzuri na kufanya amali zingine za kheri. Kwa hiyo moja kwa moja tunawathibitishia Waislamu kuwa wajiandae kutokana na laidi, na laidi itakuwa siku ya Ijumaa ambayo itakuwa sawa na tarehe sita za mwezi wa kizungu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atujalie kutupa uhai na atujalie kuweza kufanya maandalizi haya ili maandalizi haya yaweze kufikia katika hali nzuri na hali ya hewa iwe nzuri insha allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala tuweze kudiriki swala tukufu ya, ya, ya laidi. taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal.